Oda basi kupata tena kwa ni changamoto. Saizi zetu kama mnavyoweza kuona, si chini ya inchi sita, ni inchi sita iliyokamilika, na wapo zaidi ya hawa. Kwa hiyo wale ambao hawajatoa oda kwa sasa, mbaki elfu tano, tunaweza tukamalizia hizi oda zilizobaki, ili uletewe mpaka ulipo vifaranga hawa. Lakini wale waliokuwa wanauliza vifaranga wa sato, nitawaonyesha kesho lakini vile vile ukichukua vifaranga kutoka kwangu nina ofa. Ofa yangu ya kwanza ni hii azola. Kwanza utapewa azola kwa ajili ya chakula cha samaki, azola ambayo ipo vizuri kabisa namna huyu. Hiyo ndiyo ofa yangu ya kwanza, lakini ofa yangu ya pili kabisa, na ambayo ni nzuri kweli kweli, ni nyavu kama unavyoweza kuona Utapewa nyavu bure kabisa kutokana na bwawa lako na idadi ya samaki utakaochukua wanaotosha kwenye hilo bwawa la nyavu ya kufunika hapo. Azola kuna hii nyavu pia, kuna haya majani, hivi vyote nitatoa ofa kwa msimu huu wa Pasaka, kwani wadau wangu mnanifurahisha sana. Kwa sasa nitatoa ofa za aina hiyo wa kambale bei zake ni shilingi mia nne mia nne kwa mmoja. Ukubwa wao kama tunavyoweza kuona wa inchi sita. E, mdogo kabisa ni inchi nne kama huyu, naona kama huyu kama ni inchi nne, lakini wakubwa kabisa ni inchi sita kama huyu. Kama huyu ana inchi nane, weza kuona hapa ana inchi nane. Ndapo leo situmii tena tepu kama siku nyingine. Wadau wangu karibuni sana, na ofa nyingi za msimu huu wa Pasaka, chukua vifaranga kwangu na ofa ya nyavu, kuna ofa ya zola, kuna ofa ya haya majani ambayo yanabadilisha mazingira ya mabwawa ya kujengea. Asanteni sana na karibuni sana kwa jina, anaitwa Maneno D Komba.